Sasa sisi tunazungumza straight kwamba ujenzi wa barabara sio mzuri, speed sio nzuri, na ndio maana tunataka tuwaeleze ukweli, hatutaki kuwa wanafiki, otherwise hakuna sababu ya sisi kuja kufanya kazi hapa. Mi nimechaguliwa mbunge, nilikuwa nimeridhika na nakuwa mbunge napata portion, I'm fine, lakini kama nimeletwa hapa na Mheshimiwa Rais na mwenzangu hapa, lazima tuwambie ukweli, na kama patatokea mtu ambaye hatataka kujua huu ukweli ni vizuri aanze kujiandaa kuondoka. Aidha, waziri huyo amefuta tangazo lililokuwa limetolewa na mtendaji mkuu wa wakala wa barabara nchini TANROADS la kuajiri wakandarasi wa mikoa, na kusema kwa sasa hakuna haja hiyo na nguvu na fedha zielekeze kukizikiwa wananchi ya kuhitaji maendeleo. Imetangazwa nafasi za regional engineer. Hizo nafasi zisitopishwe. Kwanza, huwezi ukatangaza regional engineer position wakati sisi tunataka barabara, hao walioko wafanye kazi, watakaoonekana hawafai watoe. Dkt. Magufuli pia amekemea tabia ya baadhi ya makandarasi kutoka nje ya nchi kuigeuza Tanzania kama sehemu ya kujinufaisha na kuagiza makandarasi kama hao wafukuzwe, ikiwezekana hata wasifanye kazi katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwanza wasichukulie hii eneo la Tanzania kama ni mahali pa kutengeneza tu business zao as usual. Wasimamizi wa makandarasi wote including na in bodi ya makandarasi, Contractors Registration Board, tuanze sasa kufukuza makandarasi na kuwafutia registration, na wasifanye mahali popote Tanzania na Afrika Mashariki. Kwa upande wake, naibu waziri Dr. Harison Mwakyembe amesema wizara hiyo wakati ikiwa chini ya Dr. Magufuli.